Atashuka kutoka mbinguni, si kama mwana wa Mungu, si kama mwokozi, bali kama nabii wa Kiislamu, mtumishi wa Allah, mfuasi wa Kurani. Atashuka karibu na msikiti mweupe huko Dameski akiwa amevaa mavazi ya kawaida, na pumzi yake peke yake itamwondoa Dajal mara atakapoona Yesu. Atavunja msalaba, alama inayokataliwa na Uislamu, kumuua nguruwe, alama ya kile kilichokatazwa, na kufuta kodi ya kidini kwa sababu haitahitajika tena. Uislamu utakuwa dini pekee iliyobaki duniani. Atasali kama Muislamu, ataishi kama Muislamu, na atatawala kwa haki, si kama mfalme wa kimungu, bali kama kiongozi wa kibinadamu aliyejitoa kikamilifu kwa mapenzi ya Allah. Na atakapomaliza jukumu lake Yesu atakufa kama binadamu mwingine na kuzikwa, kumaliza maisha yake duniani. Saba, Roho Mtakatifu katika Biblia.